Na mambo vipi no? mtandao wa nguvu ni mimi, mtangazaji wako Kevoo TV na kukumbusha, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotendwa mtandaoni zaidi na zaidi. Ee bwana, habari kubwa inatendwa mtandaoni, inaangalia Bajaber. Wengi tunajua Bajaber ni mchezaji wa Msimbazi ambaye sasa hivi amekuwa tegemezi kubwa sana katika kikosi cha Simba. Na tunajua kabisa Bajaber alikuwa kwa majela, lakini bwana mechi ya leo ametoka shujaa. Mm, na tunajua kabisa Simba wameshinda tatu kwa bila, lakini bwana makofi mengi sana ya kwa mchezaji Bajabiri kwa sababu ni mchezaji ambaye alikuwa anasubiriwa sana na klabu ya Simba, mashabiki waje kumuona, waone mchezaji wao kweli, waliramba dume au garasa. Sasa Bajabiri bwana aliingia kipindi cha pili p pso b walikuwa wanategemea mashabiki wa Simba, kwa sababu tunajua stori nyingi zilikuwepo. Yanga wanaongea upande wa pili wanasema umeuzwa mchezaji Garasa bwana, mchezaji ana ana maana yote ni majeraha mengi lakini alivyoingia uwanjani mm, ameonyesha uwezo mkubwa sana, touch mbili tu e, goli kambani. Ameonyesha uwezo wake kama ni mchezaji ambaye ukimwacha na goli anakupa madhara makubwa sana. Sasa iko kitu amekionyesha bwana Majabiri, ameonyesha uwezo mkubwa sana kama ni mchezaji ambaye ashikiki na kweli bwana mapofu, furaha kubwa sana wana Simba, na iko kitu bwana mashabiki amekuwa na furaha kubwa sana kwa sababu story ni yeye tu uwezo wa kuonesha. Watu wamefurahi kumwona Majabili amefanya uwezo na Majabili mwenyewe ameujiwa amesema ataonesha zaidi ya haya aliyofanya leo. Yeye ni mchezaji mkubwa na sifa yake kubwa. Kwa hiyo tegemeni mazuri mashabiki wa Simba. Kitu atachoaonesha atawapa furaha kubwa sana mashabiki wa Msimbazi. Kwa hiyo mengi sana ameongea Majabili kuhusu yeye na ameongea vipi kuhusu majela. Unaonaje, umepona vizuri? Amesema yupo fresh na ataonesha uwezo ambao mashabiki wa Simba watafurahishwa sana kwa sababu yeye ni mchezaji anayetegemea anajua kabisa uwezo wake sio wa kujificha. Kwa hiyo mengi sana meongea Mtonga Nguvu. Nakukumbusha tu usisahau kusubscribe channel yetu na ku like na kushana na ku comment na, ili kupata habari zinazotendeka mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni ya Mtonga Nguvu, asante sana.